Muungano wa vyama wafanyikazi nchini COTU sasa umeeleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa matumizi mabaya ya ushuru wa nyumba baada ya bunge kupitisha msururu wa kanuni mpya. Kupitia taarifa iliyotolewa Jumanne, COTU ilisema kuwa kanuni hizo huenda zikafungua mwanya unaoweza kutumiwa na wabunge kuelekeza fedha za ushuru huo katika miradi isiyoendana na lengo kuu la kuhakikisha wafanyakazi wa Kenya wanapata makazi bora ya bei nafuu. Sehemu ya taarifa hiyo inasema, sisi kama Kotu tumeona kwamba bunge la kitaifa limepitisha kanuni za makazi nafuu ambazo kwa bahati nzuri bado hazijapitishwa rasmi na mwanasheria mkuu. Endapo zitapitishwa, kanuni hizi zitafungua mwanya utakaowezesha wabunge kuelekeza fedha hizo kwa miradi ambayo haihusiani na jukumu kuu la kutoa makazi bora na nafuu kwa wafanyikazi wa Kenya, mwisho wa nukuu. Serikali ya Rais William Ruto ilianzisha ushuru huo ili kufadhili ujenzi wa nyumba nafuu kwa Wakenya, hasa wale wa kipato cha chini. Kiasi kinachokatwa kama ushuru huo ni asilimia moja nukta tano ya mshahara wa kila mfanyikazi, huku waajiri wakitakiwa kuchangia kiasi sawa na kufanya jumla kuwa asilimia tatu ya mshahara wa mfanyikazi kila mwezi. So that we can ensure that the 6.5 million Kenyans who today live in informal settlements have become home owners. Cotu sasa inasema kuwa fedha hizo huenda zikaelekezwa na bunge kwenye matumizi mengine yasiyohusiana na lengo lake kuu, nikinukuu: kupitia kanuni za makazi nafuu, fedha zinazotokana na ushuru wa nyumba sasa huenda zikatumiwa kujenga vituo vya afya, vituo vya elimu shule za msingi, vituo vya zimamoto, vituo vya polisi, kumbi za kijamii, masoko na maeneo ya wazi kwa kizingizio cha miundombinu ya kijamii inayohusiana. Mwisho wa nukuu. Muungano huo sasa unamtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kusimamisha mchakato wa utekelezaji wa kanuni hizo. Aidha, Kotu sasa inataka kuanzishwa upya kwa mchakato wa ushirikishwaji wa umma ili kuandaa upya kanuni hizo na kulinda malengo halisi na uadilifu wa ushuru huo. Nikinukuu, Kotu inasisitiza kuwa inaunga mkono kwa dhati mpango wa makazi nafuu lakini, hatutakubali kuona michango ya wanachama wetu ikitumiwa kwa malengo mengine mbali na kuwapatia makazi nafuu mwisho wa nukuu. Wito wa Kotu na tahadhari serikali na bunge kuhakikisha kuwa malengo ya mpango wa makazi nafuu Hayapotoshwi na kwamba haki na maslahi ya wafanyakazi yanalindwa kikamilifu. Chris Sifuna, Runinga ya Tandao.